<laughs> Kwa mbona eh, mnaanza safari kuelekea kule Nairobi baada ya kupata sare na Fountain Gate FC mchezo, yeah. Yeah. Um, mchezo. Uh, mchezo uh, kutakata, wa ligi kuu nikaanza na huo mchezo. Mchezo ulikuwa mgumu sana walikuwa na plani nzuri sana kuzuia. Hawakuja kutafuta hata eneo ilikuja kutafuta sare tu. Hawakuwa uh, na shida na zaidi ya sare, so uh, kwa nia ulifanya kazi vizuri na umepata sare, hongera sana kwao. Um,

so lazima tuchukue hii kama somo tunapocheza e, na timu ambayo low block inafunga njia zote, unafanya nini kupata nafasi ili uweze kushinda. So hiyo ni kazi ambayo mwalimu ataifanya na bila shaka wachezaji 25 na benchi la fundi na watu 9 na staff wengine, so kama msafara mzima na watu kama arobaini 5 wamebaki, so Eh, wamebaki wengine, wamebaki Kanoute, wamebaki Saadun, Sopu, wote majeruhi wamebaki, eh, um, Issa Fofana, wote majeruhi. Na matarajio yenu ni yapi katika huo mchezo? Tuna matarajio ya kushinda, kwa maana kwamba of course, tuna malengo yani, tuna nia ya kushinda huo mchezo eh. Tunataka tushinde, tuweze kuhuisha safari yetu kwenye hili kundi, kwa sababu hadi sasa nafasi yetu kwenye kundi ni, ni, ni, ni finyu sana kushinda mchezo wote hatuna goli lolote, so uh, inabidi tuanze kushinda na kuanza kufikiria kufunga hii kuni, na hiyo haiwezekani kama sio mchezo huu. Kwa hiyo tukishinda mchezo huu wa ugenini, nitatupa nguvu ya kwenda kupambania ushindi kwenye mchezo mwingine unaofuata, na kuona sasa kutokea hapa tunaweza kutafuta nafasi ya kufuzu. Lakini ukiwatazama wachezaji, morali yao uh, ikoje, sio tu morali, nia sababu, uh, na uwezo wanao, so hizo vitu vyote vinakwenda kuchanganyika na morali na kuona kwamba tutakwenda kuwa na mechi nzuri, mechi yenye ushindani, mechi ya kutaka kushinda. Nia yote ya kushinda tunayo, nayo mengine labda kwenye kwenye kudra ya Mwenyezi Mungu, lakini mipango, nia, malengo ni kushinda, kwenda kucheza na timu ambayo ndo kwa mara ya kwanza inashiriki ligi kuu kule Kenya. Lakini pia uh, licha ya kuwa kwamba ndo mara ya kwanza wamepata nafasi ya kutinga hatua makundi, kombe la shirikisho ya Afrika, hakuna namna inawapa presha kwenye hii timu, sio leo kwa sababu tulikuwa tunajua hii timu na kundi lake tangu limetoka, so hatuwezi kupata pressure. Yani tulipoona tu makundi yametoka, tuko na tuko nao, tukajua kwamba timu za hivi huwa zina zina sifa nyingine tofauti, sio tu kwa sababu wako kwa mara ya kwanza. Lakini fikiria wameingia hatua ya makundi, hatua ambayo sisi tumeonekana miaka mingi sana, lakini kwa kuitoa Setif, moja ya timu kubwa sana za za Afrika, unafahamu? so sio timu tu kwa sababu iko inacheza kwa mara ya kwanza, basi uchukue poa wanacho kitu cha tofauti, na inabidi tujitahidi kwelikeli kwenda kutafuta ushindi ukabiliana na timu kama hii hiyo. E, mechi ya ufundo wamefanya hiyo kazi yao, um, naa amefanya tathmini ya kutosha waweza kukabiliana na timu inawezekana. watu wakawa anajiuliza kwa nini Azam FC wamecheza leo halafu leo leo hii usiku wanaelekea Nairobi, na ukiangalia Nairobi sio mbali, yaani hivyo kwa sababu Nairobi sio mbali e, muda baada ya mechi na muda wa safari unatosha kutoka um, kwenye mechi tutumie usiku huu kusafiri mzika, na kupumzika. Tukifika Nairobi usiku, tutakuwa pale Nairobi, tunaamka pale, tutakuwa na muda wa kupumzika mzuri hadi jioni kwa mazoezi, so tutakuwa na muda mzuri wa mazoezi na kila kitu kitakwenda sawa sawa, badala ya kupoteza siku ya leo Dar es Salaam halafu kesho labda ndio hiyo safari. Kuna msukosuko wa safari na vitu vingine mpaka kufika muda wa mazoezi, kuna inafanya uchovu, lakini tutalala vizuri, tutakuwa na muda mzuri kesho mpaka jioni muda wa mazoezi. Nadhani hii ni fani nzuri sana. ujumbe wako kwa mashabiki wa Azam FC? Uh, mashabiki wa Azam FC tuliona mlikuwa uh, na uh, jitihada nyingi sana ya kuchangishana mweze kuja kwenye mechi hii. Viongozi wamesikia kwamba mnachangishana uh, muweze kuja sasa, wanasema hizo pesa mnazochangishana ziwekeni mkazitumia na Nairobi, usafiri wao watatoa basi. Kwa nyinyi mashabiki basi litatolewa kwa idadi itakayokuwa kama mtakuwa e, wengi wa kuweza kutosha mabasi kumi, klabu itatoa mabasi kumi mwende Nairobi. Kama itakuwa mabasi ishirini, klabu itatoa mabasi ishirini mwende Nairobi. Kitu cha kuzingatia ni kwamba klabu itatoa usafiri e, ile michango ambayo mlikuwa mnaifanya ndio hiyo itakuwa e, matumizi yenu kule, hiyo itabaki kwa kwenu, badala ya kugharamia safari nyiye gharamieni matumizi yenu kule, lakini safari iacheni cha saa so, amekutakia kila la kheri, safari njema Fati, na mechi njema Fati.